Mwalimu mmoja mwalimu mkuu atembelewa na wizara ya elimu, wanakuja inspectors kwenye shule yake saa kumi, akaitisha assembly, akasema, kesho kuna wageni wa idara ya elimu watatembelea. Sasa hapa tunajua tuna miji wanafunzi midubwasha, tuna wanafunzi fulani mijingajinga, ambao hawashiki hawa tawaomba kesho wasije shule manake hawa atakuja tuwaibishia shule yetu hawa maofisa. Akiuliza swali na akipambana na hili dubwasha, sisi sifa yetu ishafanya nini? Kwa hivyo, wewe mwenyewe wajijua, kila dubwasha kesho lisiingia hapa. Kijana mmoja ni katika namba hizo shule, mwalimu mwita dubwasha atembea amepata uhuru mtoto, hakuna shule. Mara kapambana na kigari cha ofisa wa elimu kimeharibika. Kaona kigari, jamaa ameinuka, ametoka nje pale, afungua boneti, akifunga ajui anze wapi. Yule kijana akasongea, akasogea, akawambia, wewe ataka nini hapa? Afikiri atakumwibia kibaka. Amwambia ah, mimi babangu ni fundi mkubwa, makenika. Kwa hivyo mimi nna baadhi ya maarifa, kwa sababu babangu nishughulisha. Hebu niangalie, pengine ni tatizo dogo ha. Akafungua bonnet yule, akagusagusa garika, akamwambia lakini, hebu ngoja, hebu njo, atakutoa wallet, kisha akamuna kwanza, leo silikuwa uwe shule. Akamwambia ni kweli, na mbona uko barabarani? Asema sisi katika madubwasha hatufai kwa sababu kuna wageni watatembelea midubasha yote nje. Ha, sema ndio, ametangaza hivyo mwalimu mkuu, akatu point fulani fulani, nyinyi msije kesho, take aibu ndogo ndogo hapa. Akaambia, ingia kwenye gari. Yule ofisa alikuwa amechukua certificate za zawadi kutoa kwa walimu wenye juhudi. Basi baada ya kuandika mwalimu mmoja akaitoa akamwambia, jina lako akampa certificate kabisa, akaiandika jina. Walipoingia gari, kikiingia kile, mwalimu mkuu na wasaidizi wake wamesimama mbele kupokea, mtu wa kwanza kufungua mlango dubwasha. <laughs> <laughs> Eh, balaa gani limerudi hili tena? Ameletwa na ofisa, kwisha sisi Ofisa kuingia na mahasira hakuanza lolote, akamwambia huyu nani huyu? Asema mwanafunzi wetu. Na mbona uko nje? Akasema ah, you know, you know, you know. Sasa nyinyi ndio hamufai hapa shule, kwa sababu zile principles za ufundishaji zote nyinyi hamna. Si kila mtu atakuwa mzuri kwa moja Aweza kuwa si mzuri klasini, lakini huyu atakuwa fundi hodari. Mlee vizuri hapa, apate disipline, apate awareness ya maisha, huyu akienda kule. Lakini ukimtoa sasa, enda kumfikishia kwa walevi, na huyu shampoteza.